Avieta, rusha ndege ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia PMBET co tz. Ana ni time nyingine tena ya stories za town. Mimi naitwa Niki Tozi na hii ni PM TV2. Naomba leo ni kwambie bwana, nafasi ya kutana na moja ma producers wazuri sana si mwingine ni my big brother, uh, beat killer. Kuna mengi sana endelea kwenye mitandao, lakini pia hivi karibuni niliona nilipata ajali, tukasema why not tusijipige na story tukakapata kufahamu hali yake kwa sasa, lakini pia na muziki kiujumla. My big brother, mambo vipi bwana? Poa sana poa kabisa. Umetulia mbezi kwenye pupwe linapotokea Niko poa natembea, so niko fresh. Mungu mwema. Bahati mbaya tu like, kama baba like, siku plan imetokea tu nigonga na gari. Yes, ikatokea hivyo. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu sikuvunjika. Yeah. Niliona ujumbe wako Instagram, mara baada ya kupata ajali kidizani, kama ukawa namdulia Rayvanny afanye chochote kitu Re, uh, ali reply ule ujumbe wake kwa namna yote, ama alikugusa, uh, kwa namna yote ile, yule ni fadha. Unajua, hata mi pia amenitambulisha kwenye mziki imejulikana yu, kwa sababu yake, kwa hiyo sikuwa na sehemu yoyote ya kukimbilia zaidi yake, akini nashukuru Mwenyezi Mungu alinisupport, alinisaidia, alisikia, alinitumia kama milioni 3 sijui. Mm, nilisaidia kwa wakati na nilipoa, na mtekea sana mpaka niko naona anatembea, nilifanya recovery ya haraka, unajua so so kawaida, so kawaida naona umeshapona kote, anatembea kwa, namshukuru sana Mungu, ambariki. Yani mnyamwezi sana jamaa okay, bado mm, ile jumbe mzee akatisha kama milioni tatu fulani tatu milioni tatu cash alinitumia, ya mm. Una una muda gani labda tangu umeanza kufanya kazi na Rayvanny, lakini pia na ningoma ngapi mpaka sasa 23? Mimi nimeanza kutoka 2023 toka 2023 kwa haraka haraka, ngoma ambazo umezifanya sana maanisha ambazo ziko ndani, ambazo zimetoka, producer namba moja ambaye imeaminika ime na msanii Aris hey, kutengeza nyimbo zaidi ya kumi kwenye album bro, that's not easy yeah. Producers kabla kufanya na msanii pale ambapo wanapotafuta tobo waga, wanatengeneza sana zile free beat beat za bure na kuwapa wasanii ili waweze kupata nafasi na vitu na kama hivyo. Kwako pia kwa, kwa Rayvanny ilikuwa hivyo ama yeye alikuwa amini vipi? Ah uh, ilikuwa hivyo of course, lakini sasa unajua kwa wasanii kama wanakuwa na mambo mengi simu, wanakuwa na vitu vingi Kuhonza, kwa hiyo unaweza kujikuta unatuma tuma beat natuma tuma biti zaa ale, lakini mdapaoka Mac Voice mwanangu, basi ndio ikawa hivyo ikawa bahati, ikawa bahati. Afu kwa sababu hakuna producer pia ikawa kama Mwenyezi Mungu amenifungulia riziki. Ah. Uh, kuna namna mtu mkishazoeana kwenye kazi waga na mieusho fulani hivi, kuna namna yote shakutana na mieusho ya Rayvanny ama mieusho yake mkubwa gani nini sehemgani gani waga na zingu mna yeye ah, huwa ana concentrate sana na kazi, yuko serious, sema ni mcheshi tu, anachekesha sana uh, lakini yuko very serious kwenye upande wa kazi. Mm. Biti kila analipwa kutokana na biti ama analipwa mwisho mwezi kama wafanyakazi wengine? Mimi naokota kote kote. Mwisho mwezi si naokota kwa kila project. Naokota kwenye miraba, kwenye simia na naokota nikikutana naye vile vile. Wanapiga kote kote. Okay. Eh, na nikiwa na shida naomba napewa vile vile. <laughs> Mbavu kote kote una una bana. Yuko zote. Si tajiri yule ana noma. Unaokota. Okay. Uh. Okay. Kwenye miraba unaokota lakini pia uh, Kuokota, sio kwa yeye tu, kwa msanii yeyote ambaye anafanya hii kazi, of course lazima kuna asilimia zangu nakula ngoma ikitoka kwenye digital platform. Ukikutana na mimi lazima unilipe la session au unilipe kazi. Yeah. Kufanya kazi na, na, na Rayvanny labda haikubani pia kufanya kazi na, uh, wasanii wengine? Hapana, hapana. Ninapohitajika kufanya kazi lazima niwepo pale, lakini kama siku sifanye naye kazi hakuna wasanii wengine, nafanya nao kwa hainibani, yani, hainibani. Yeah. Wewe ni moja ya producers wakali sana ambao mimi nawafahamu kibongobongo bongo, lakini pia nilikuwa nimeiona interview ya S2Kizzy akidai kuwa producer namba moja kwa Tanzania. Uh, wewe as a producer pia unakubaliana naye kuwa yeye ndo namba moja kwa Tanzania? Zombi ana deserve, ana deserve amefanya vitu vingi kwa kweli. Unajua, sasa pia yuko na msanii ambaye anafanya vizuri worldwide. Ana deserve kabisa sababu anafanya vitu vikubwa ambavyo wengine hawajafanya ana siwezi kuweka pingamizi <laughs> <laughs> kuwa namba moja pale kwa sababu ya na Diamond ya mtu kama hivyo, unaona hiyo. Yeye kifikiria ningekuwa basi mimi Kutekeleza hit, It sucks, I'm nazipiga. Hongera zake bro. Peace and love na nini, huna chuki? Ah mimi sina noma bro. Kwenye kazi zote sina noma. Anachukia ya nini sasa bro? Yeah. That's cool. Ni ngoma gani kali hit ambazo Beat Killer anasema I'm very proud hizi nilizifanya mimi. Ni yeah, album tu alivania yote. Maslow yale na Mbosso. Zote magoma, magoma. Yani zote na kina yangunya magoma, yani albamu yote ngoma mpya na dogo nini toto mzee wa remix wanamuita siku hizi, kufanya kufanya hivyo, nikibarikiwa moyo huo, kusaidia watu safi. Hmm. Na namna uh, producers na nyinyi mnashindana mna, mna ile competition? Ah, competition ni kwenye kazi, kwenye ufanyaji kazi bora, lazima iwepo kazi ili uweze kuonekana bora vitu kama hivyo. Hivyo lazima lakini so kwa lazima, yani, utengeneze, vitu kama hivyo, lakini, sio kwa ubaya, hmm. Ushindani upo. Ushindani, lazima kwenye kwenye chochote kile ushindani huko eh. Ziki, pia ushindani upo mnashindanisha wasanilazima, mm, mm. w yeah. Ni wasanii gani ambao uh, mpaka sasa haujafanya nao kazi na maybe unatamani kufanya nao kazi m? Kwa, kwa, kwa bongo wote mshafanya nao wasanii wote nime sasa naongea ni, yeah. Okay. Yeah. Sasa hivi unachoangalia ni international, international. Na baadhi pia nafanya nao international na wasanii baadhi kina skills nani, na wasanii baadhi nauwa nao yani. Na ma project yako ndani, eh. Kuna ile wasanii waga, waga wanafanyaga makazi mengi ama wanafanyisha kazi producers makazi mengi aga ya toke, hiyo waga inawakata hivi? Hapana, ina depend sana na timing za za, ina depend na timing ya msanii. Unajua mimi kwa upande wangu nakuwa nishafanya msanii ana target zake na mziki. Hiyo kama, kama toto, toto idea sisi tuliweza kutengeneza mziki mingine almost kama, kama miezi sita, lakini kuna wasanii wanajuaga timing za mziki zinavyotoka, unaweza kukuta nyimbo kali record leo anaachia mwakani, kwao wana timing zao wa. wanazijua wao wenyewe wa saa so, nadhani unafahamu kinachoendelea sasa hivi, kidizani kama uh, numbers kwa wasanii kupata huko YouTube imekua ngumu sana, kidizani kama raia na wanaongea kwao. Unadhani hiki kinachoendelea sasahivi kuna namna huenda uh, kikashusha labda muziki wa bongo flavor, lakini pia kwa wasanii ananikasababu aliotokea utoa mambo ya, ya masheriasheria kidogo imeshuka, lakini si kwamba imeshindikana. Watu wanachia vibao bado, wanachia vibao na vinaenda. Sasa mimi kama msanii ambaye niko zangu huko mtaani, natamani kufanya kazi na Beat Killer, nampataje? Lakini pia ni pesa kiasi gani niandae ili nikutana na Beat Killer nimpoze, tufanye kazi? Ah, siwezi kuweka bei rasmi kwa sababu unajua tunatofautiana kwenye vipato. Kuna watu pia tunahitaji kuwasalia ambao wako chini.

Ilikuwaje? nalienda kufungua salari benki hivi, okay. Eh, hey. Amba milimili alitoa milioni tano kesha akakulipa ah. Hey. Hey. Ina, inaonyesha ni kiasi gani mziki unalipa course. Yeah, saa basi, uh, nadhani tumepiga stori nyingi kwa kiasi fulani, nadhani siku inavyozidi kwenda tuzidi kuongea mengi zaidi. Lolote la kuambia Watanzania, mashabiki zako, nini wategemea? E bwana, mi nawapenda sana, wazidi kunisupport, wazidi kupenda saundi nzuri, pia wasisahau kunifollow kwenye Instagram akaunti yangu beatkiller_official, na pia kwa wasanii wote ambao wanatarajia kufanya kazi na mimi au wanawish au wanapenda, afu inakuwa ngumu kunipata, basi wanaweza wakanidm Instagram pale vitu vyote saaekwambiaa, nikawatajia namba manager. Kama ukitaka pia kunipata, namba manager ni sifuri sita mbili saba tisini thelathini na sita ishirini na mbili. Waishi na kodi si mmoja tu, tunasupportiana bwana. Shukrani sana.